Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumatano, juma la nne kipindi cha Kwaresma mwaka che wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 49 Aya ya nane hadi ya kumi na tano. Na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya tano aya ya kumi na saba hadi ya thelathini. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwajibu Wayahudi "Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi." Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akawaambia, Amin, amin nawaambia: mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda, kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Kwa kuwa baba anampenda mwana, naye humwonyesha yote ayatendayo mwenyewe, hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizi atamuonyesha ili ninyi mpate kustaajabu. Maana kama baba wafufuavyo wafu na kuwahuisha vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao. Tena Baba hamuhukumu mtu yeyote, bali amempa Mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu Mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu Mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Amin, amin nawaambia yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yu na uzima wa milele wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin, amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai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 Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, sehemu hii ya maandiko matakatifu siku ya leo kwanza kabisa inatupatia ujumbe wa kina kuhusu uhusiano mkubwa wa pekee na wa karibu kati ya Baba Mungu na mwana Yesu Kristo. Sehemu hii inatueleza jinsi Yesu anavyofanya kazi kwa ajili ya Baba na jinsi kazi hizi zinavyohusiana na wokovu wa mwanadamu. Tunaweza kurejelea maandiko matakatifu, mfano Injili ya Yohane sura ya 6 aya 38, Yesu anasema kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu bali mapenzi yake aliyenipeleka. Pia Injili ya Matayo sura ya 26 aya 39, katika bustani ya Getsemane Yesu anasali akisema Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi bali mapenzi yako yatimizwe. Ndugu zangu, mapenzi hayo ya baba ni kutimiliza kazi ya ukombozi wa mwanadamu anayeanguka dhambini kwa kukosa utii na hivyo mwanadamu apate uzima wa milele. Aidha Kristo anatufundisha juu ya kumtii Mungu na kutekeleza maagizo yake, na ndiyo maana katika sala ya Baba Yetu alitufundisha kumwomba Baba mapenzi yake yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kutimiza mapenzi ya Mungu kutukumbushe msingi wa imani yetu kwa Mungu wa kumjua, kumpenda, kumtumikia na mwisho kufika kwake. Yesu anaposema, Baba yangu anafanya kazi hadi sasa nami nafanya kazi hii, tukumbushe kwamba kazi ya wokovu ni ya pamoja kati ya Baba na Mwana. Ni kazi inayothibitisha na, na kudhihirisha upendo wa kipekee na rehema ya Mungu kwetu isiyo na mwisho, kama yasemavyo Maandiko Matakatifu ya kuwa, jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminiye asipoteye, bali awe na uzima wa milele. Injili ya Yohane, sura ya tatu, aya ya kumi na sita. Aidha kazi hii hufanyika wakati wowote wa muhimu ni imani na utayari wa mtu kupokea wokovu, ambapo mtazamo huu ni tofauti na namna Wayahudi walivyotafsiri, kwani waliona ni ajabu mtu kuponywa siku ya Sabato na ndiyo maana mara nyingi sana walikinzana na Yesu. Hivyo kwa kumwamini na kumtegemea Kristo ambaye ndiye Bwana wa Sabato siku zote ni hakika tutakuwa na uhalali wa kupata wokovu na kuwa warithi wa uzima wa milele katika aya ya 24 Yesu anasema, amin, amin, nawaambia yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele Mtume Paulo anapowaandikia Warumi katika ule waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi, aya ya kumi na saba, anasema basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa kuhusianisha aya hizi mbili, tunaona wazi kuwa neno la Kristo ndiyo msingi wa imani yetu, kwani yote aliyoyasema yatoka kwa Baba na yamfaa mwanadamu kwa wokovu. Baba mwenyewe amemfunua mwana kuwa ndiye mjumbe halisi wa habari njema iletayo wokovu ulimwenguni akisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Injili ya Matayo sura ya 17, aya ya tano. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 161 inatueleza kwamba kumsadiki Yesu Kristo na yule aliyempeleka ni lazima ili kupata wokovu. Hivyo, daima tulisome, kulitafakari na kuliishi neno la Mungu ili lituongoze katika njia iendayo uzimani, kwani neno hilo ndilo taa ya miguu yetu na mwanga wa kutuongoza maishani mwetu. Rejea kitabu cha Zaburi sura ya mia moja kumi na tisa aya ya mia moja na tano. Wapendwa katika Kristo, Ujumbe wa Kwaresma wa mwaka huu 2025 na kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania katika sura ya nne unatukumbusha kwamba imani yetu haina budi kuimarishwa na neno la Mungu, kama ile ya baba yetu Abrahamu iliyoongozwa na sauti ya Mungu. Aidha, kwa njia ya sala na mazoezi ya kiroho hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma na hata siku zijazo za maisha yetu. Yafaa kuielewa kwa undani kuishika na kuiishi imani yetu kikamilifu na hivi kubaki waaminifu mbele za Mungu. Tunaelewa wazi ya kuwa dunia ya sasa imejaa mabadiliko mengi ya kijamii, kisayansi, kiuchumi, kisiasa na katika nyanja zote za maisha zinazomgusa binadamu moja kwa moja, na kwamba katika haya mwanadamu huwa katika hali ya kushawishika Kuiacha imani ya kweli na kufuata mwenendo wa kidunia. Katika nyakati hizi ngumu kwa kumwangalia Yesu Kristo aliyejaribiwa na ibilisi jangwani, tuombe nasi siku zote kuongozwa na Roho Mtakatifu ili tuweze kuyashinda majaribu ya kiimani na kubaki imara siku zote. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo.